We, sijipange twende masaa zangu zinaisha. We are wasting time. Hmm? <laughs> Babe, unajua, by the way, kuna kitu nilikuwa nataka kukwambia. Mm-hmm. Unajua sana, unataka twende out na mimi niko, nisijalipa rent. Nadaiwa wa tenki, nafaa kulipa tenki rent. Sina hata shopping kwa nyumba. Gasi yangu kwanza iliisha. Sasa, hiyo inaingia na aje na kwenda out. Inaingia na aje, what do you want to? Mimi nifanye aje sasa? Nikupe 10k ulipe rent, <laughs> 10K, rent. Mm. Wakati mimi already nisha kwambia budget nilikuwa naye ilikuwa ya mzinga and I already have told my friend afanye order ya 17 mizingas, sababu niende nispoil marafiki. Hata wewe mwenyewe unafurahia, you don't want that. Yani babe, uko ready ununue mzinga 17 ukafurahishe wanaume wenzako? Surely. Na mimi nakuitisha just 10k ya rent. Kuna mahali tuko tumeweka budget kama hiyo na 1500 ya gas. Oh. Surely. Kuna mahali tuko tumeweka budget kwamba nafanya kulipia rent hii mwezi. Kuna mahali pesa niko nazo. Si am your woman? Unaenda kufurahisha wanaume wenzako kweli? Friendship corner, friendship zone. Sikiza. Mimi pesa zangu niko nazo nisha budget mizinga And I cannot change my mind because of a sijui hujalipa rent, sijui huna shopping vitu, kanizo najisikiza. okay, Yeah? Ndio na kuniambia nini, uwezi hustle pia wewe? Na wewe pia uwezi hustle You can hustle. Nimelemewa, you are my man. Umelemewa kwanza umekata vivueni kiwete. Sasa ukisema hmm, umelemewa kiwete utasema ni. Mimi... Ngwere dukalipia wa, wanaume, wanaume, wanaume kama wewe mizinga ya 10, 17. Utaniletea njia mingi, utaniletea njia mingi. Sitakusa kuenda kuenjoy na marafiki zangu mpaka nimekwambia twende na weo at least uenjoy. You are telling me nikupe pesa erani. Sasa nikaenjoy mwisho wa siku naenda kulala wapi? Sasa nikishamaliza shughuli zangu, nikishamaliza shughuli zangu za mizinga huko Ntajua kama hiyo mambo ya uwanja vitu gani zitakuja baadaye. Nitakosa kupiga rati ju nataka uwanja. Nikosa kuenjoy maisha ju nataka uwanja. Mwenye anaishi rento na mwenye naishi kwa uwanja yake tofauti ni nini? Kwani maisha un kuna kupumua tofauti. Sasa skiza, mimi wacha nimalize sherehe zangu mambo ah, ya unaenda ku spend 17 mzinga 17. Skiza, kama unataka sherehe hiyo ikuhusu, kama unataka kwenda na mimi 10K. Unataka 10k wengine huko, budget yangu ni 50,000. I'm going to enjoy with my friends and you are part of the team but you don't want. Sasa nifanye